Karibu Nyerere Square, Dodoma makao makuu ya Tanzania. Hii ni moja ya alama kuu ya jiji la Dodoma, sanamu la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii siyo sanamu tu, ni ishara ya heshima, historia na utambulisho wa makao makuu ya nchi ya Tanzania. Hapa Nyerere Square sio tu panavutia kwa picha za kumbukumbu -kumbu, lakini pia ni chanzo cha fursa. Wapo vijana waliogeuza kamera kuwa ajira, unakupiga picha chap chap, unalipia pesa kidogo tu na unapata kumbukumbu -kumbu ya kipekee ingekuwa sanamu wenye wetu, tungekuwa wakabaji. Sasa kifo cha ule mzee au kuzaliwa kwa ule mzee natuweka mjini, jamani, cha kwanza naona walembo wengi hasa hapa na uzee wangu, kwa kweli kwaga nafkaa. So, hid nanufaika kwa kupiga picha, kwa sababu hii ni kama sehemu ya wasalii ao watu tofauti wanakuja kwa kupata riziki kwa kupiga picha. Wapo watu wanaokuja hapa kupumzika tu lakini kuna fursa nyingine za kibiashara kando na ile ya kupiga picha, napaka rangi yeah. <coughs> Kama unakuja Dodoma na hupite hapa, watu watakuuliza ulikuwa wapi?